Naitwa Nuru Abdu, mwenyekiti wa umoja wa nishatipiki wilaya ya Ilemela. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumekutana na wenzangu kwa maana maafisa usafishaji hapa kwenye eneo hili kwa, kwa maana ya kufanya maandalizi ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan wakati atakapofika Mwanza. Leo tunaanza shughuli ya maandalizi ya kumpokea ili tarehe husika atakapofika Mwanza, uweze kuhamasisha wenzangu maafisa usafishaji kwa maana wilaya ya Ilemela wote kwa pamoja tumpokee na hatimaye Oktoba tuweze kutiki. Ndugu zangu nadhani kubwa zaidi katika hili ni kujaribu kuhamasisha ni, ni e, sisi maafisa wa usafishaji kwa maana ya kubeba abiria na sisi wenyewe na jamii iliyotuzunguka kuhamasisha tarehe 29 Oktoba kuweza kutiki kumchagua Dkt. Samia Suluhu Hassan kama rais wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makubwa aliyotufanyia sisi maafisa wa usafishaji e, moja kati ya hayo machache kati ya hayo ni la kwanza kupunguza faini wakati anaingia wote mnakumbuka elfu mbili na ishirini na moja, faini yetu ilikuwa shilingi elfu thelathini. Akapeleka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakaidhinisha kupitia kwake na akasaini mswada ule, faini kwa sasa ni shilingi. Sisi swala la maandamano halina nafasi. Kwanza hatuna taarifa na taarifa tukiipata, tutapinga. Hatuko tayari kuandamana kwa sababu tunatambua jitihada za serikali ya awamu ya sita, kazi kubwa na nzuri ifanya kwa upande wetu. Kwa hiyo hakuna yeyote anaweza kutushawisha au kutushauri kuhusu maandamano. Uh, maandamano ya siku zote huwa yana madhara ikitokea, lakini naamini haiwezi kutokea kwa sababu sisi wenyewe Tanzania tunapenda amani nchi yetu, na tuko tayari kushiriki kwenye maandamano. Kwa majina, naitwa Alexander Daudi Ntikachika, ni katibu wa umoja wa waendesha pikipiki wilaya ya Ilemela. Leo tarehe moja mwezi wa kumi, sisi kama ofisi ya umoja wa waendesha pikipiki kwa kushirikiana na viongozi wengine pamoja na wanachama wetu ndani ya wilaya ya Ilemela tumekuja maeneo haya na tumekutana kwa lengo maalum ma, ma, kwa ajili ya maandalizi ya kumpokea mgombea wa Chama cha Mapinduzi na Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya sita. Lengo na madhumuni makubwa ni kwa ajili ya kuweza kuhamasisha kuweza kujitokeza katika kumpokea atakapokuja ndani ya mkoa wa Mwanza, hasa kupitia wilaya Ilemela. Toba, tunatiki kwa Mama Samia Suluhu Hassani na chama cha mapinduzi kuanzia kwa wabunge mpaka madiwani tuna tiki kwa sababu kiangalia sisi kama afisa safirishaji, mama Samia mamasamia suluhu Hassani ametutengenezea mazingira mazuri sana paka ametuheshimisha sisi kama mabodaboda. Tumekuwa na heshima kubwa sana katika jiji la Mwanza na pia katika wilaya kwa kiujumla. Na kitu kingine pia ningependa kuzungumza kwa mambo aliyoyatenda makubwa mazuri ni mengi sana lakini, pia ningependa nizungumzie machache, miundombinu mbinu. Ukiangalia barabara saizi ziko safi, tunaenda bila shida. Hata ukibeba mzigo wa tani mia mbili unaenda safi, tunatembea safi, tunatiririka kama kawaida. Na kitu kingine pia ametupunguzia faini ambazo kwa tunapigwa pengine kutokana na makosa ambayo yalikuwa yanafanyika. Tumepunguzwa kutoka kwenye kwenye faini ya shilingi 30000 mpaka faini ya shilingi 10000. Mwambiaje vijana sasa ambao wanafanya kazi za pikipiki ndani ya mkoa wa Mwanza? Ah, vijana ninaomba tu wajitokeze, wapige kura, kwa sababu yapo mengi ambayo yametufaa sisi kama waendesha bodaboda kupitia mambo mengi, mambo ya faini, mambo ya nini. Kwa hiyo mimi ni washauri tu wana, wajitokeze wakapige kura, maki kitu kikubwa tunahitaji amani, amani ndo msingi wa kwetu. Bila amani sisi hatuwezi kufanikiwa wala hatuwezi kuendesha boda. Kwa hiyo sisi kikubwa tunahitaji amani, na Mama Samia ndo msimamizi mkuu wa amani, ndio anaweza kuisimamia amani hii ikaendelea. Toka achaguli tako toka aongoze tarehe ngapi mwezi wa ngapi mpaka leo sai, tunamkubali aendelee mitano tena.